Vibanda Umiza na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kuvunja vunja movie moja ya kibabe sana, inaitwa Sarafina. Na asilimia kubwa sisi ambao tulizaliwa miaka 90 tulikuwa na hii filamu, umeona mpaka hapa. Ni kipindi ambacho tulikuwa tukiangalia hii filamu tulikuwa tukitoka na machozi, umeona mpaka bila, tulikuwa tujui kabisa ni historia gani iko nyuma ya hii filamu, umeona mpaka hapo. Ila kadri tulivyokuwa tunazidi kukua, tutambua kitu kimoja kwamba okay, ile siku ambayo tunasherehekea ya siku ya mtoto wa Afrika tarehe 16 mwezi wa sita kila mwaka tangu mnamo mwaka 1991 ni sherehe ambayo sasa imebezi umeona, katika historia au matukio ambayo tumeyaona katika hii e movie umeona mpaka hapo. Yaani mnamo mwaka 1976 kipindi ambacho Afrika Kusini ilikuwa chini ya utawala wa Wazungu, umeona kutoka maandamano makubwa sana ya watoto weusi, wanafunzi hawa ambao waliandamana sasa umeona kwa ajili ya kupinga matumizi ya lugha fulani vya kimashenzini inaitwa Afrikaans, kama njia sasa au kama lugha ambayo inatumika kufundishia watoto katika shule za watu weusi, na vile vile pia, uh, madogo waliandamana kwa ajili ya kudimandi elimu bora katika shule zao za watu weusi especially katika jimbo hili linaloitwa Soweto. Kumbuka sasa katika kipindi hiki cha ubaguzi wa rangi, wazungu walikuwa wakipendelea sana shule zao pamoja na taasisi zao, na kutokana na hizo sasa umeona madogo wa Soweto taratibu sasa wakaanza kuchoma moto shule shule fulani na hadi kufika tarehe kumi na sita mwezi wa sita mnamo mwaka elfu moja mia tisa sabini na sita kutokea maandamano makubwa sana ya wanafunzi, lakini kwa bahati mbaya hata kuna baadhi ya wanafunzi walipigwa wali risasi na kufariki dunia, umeona mpaka hapo. Na kutokana na hilo sasa umona hii siku ya tarehe kumi na sita mwezi wa sita ikawa ni siku fulani vya kuwakumbuka wa madogo umona, ambao waliandamana kujitoa mwanga sasa, kwa ajili ya kudimanda elimu bora umona, pamoja na maisha bora kwa ajili ya watoto wa Afrika. Na kutokana na hilo, hii siku sasa ikawa ni siku spesho kabisa ya kusherekea siku ya mtoto wa Afrika. Umeona mpaka hapo. Na mnamo mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili kuna baadhi ya watu sasa wakaamua kutengeneza filamu hii umeona, ya Sarafina umeona, kwa ajili ya kuenzi hawa madogo na vile vile pia, sasa wakaamua hii filamu umeona, iwe musical, yani filamu fulani hivi ambayo okay. Ah, matukio yalikuwa ni mabaya umeona, ila ingawa ilikuwa ni mabaya, sasa tutengeneze muziki fulani hivi umeona, ili kuenzi hawa madogo. Kwa washikaji ambao wanafuatilia movie, tunafahamu vizuri kabisa yani kuhusu filamu hizi ambazo tunaziita musical. Kwa hiyo Sarafina alikuwa ni aina fulani ya filamu ambayo tunaita musical ingawa Sarafina sasa ilikuwa imebezi katika true story, umeona, ambayo ilitokea mnao mwaka 1976 ile vile vile pia ilikuwa na elementi flani hivi za fiction, kwa sababu Sarafina ilikuwa ni fiction character, umeona, mpaka hapo kwa movie nzima. Sasa imebezi katika story ya huyu mdada anaitwa Sarafina, katika harakati zake sasa, umeona, za organize pamoja na rafiki zake ya maandamano ya mnao mwaka elfu moja mia tisa na sabini na sita. Na je, muviitwa Sarafina ili usuniniasa. Na kama wewe ni mara ya kwanza kabisa katika ulimwengu wa Vibanda Umiza, usisite kusubscribe na sini ya kwanza inatupeleka moja kwa moja pale za Soweto, na tunakutana na tunakutana na wanafunzi hawa wakichoma shule mbalimbali. Na kumbuka sasa, kwa kwa washika jambo na fikra vizuri historia ya South Africa, ni kwamba sasa hii situation ya kuchoma madarasa pamoja na shule mbalimbali mbali, ilianza mnao mwaka 1976 hadi mnao mwaka 1989. Ila kwa bahati nzuri ilipofika mnao mwaka 1991 Nelson Mandela aliachiliwa huru baada ya kufungwa na jela kwa takribani miaka ishirini na saba. Na baadaye ndo tunakutana na, na staa wetu katika muvi yetu ya Sarafina anaitwa Sarafina. Na Sarafina alikuwa ni kijana mmoja mdogo sana mtanashati na vilevile pia alikuwa akiamini sana ujio wa uwepo wa ujamaa wetu anaitwa Mandela. Yani, in shoti alikuwa akiamini kitu moja kwamba Mandela sasa alikuwa ni simbo ya matumaini katika taifa hili la South Africa na vilevile vile pia Sarafina ni mtu mmoja ambaye alikuwa akiamini kwamba siku moja yeye kama yeye atakuja kuwa star katika taifa lao ili la South Africa. Sasa katika shule yao hii alikuwa ni mmoja wa watu ambao wana participate katika klabu mbalimbali mbali. Na vilevile vile pia hapa tulifanikiwa kupata nyimbo ya kwanza kabisa katika movie ya Sarafina na nyimbo alikuwa kimsifia Sarafina kama star fulani hivi, umeona mwigizaji kutoka pande za Hollywood. na baadaye kabisa tulifanikiwa kuna nguvu ya dola ya utawala kabisa ndani ya South Africa. Kumbuka ni kipindi ambacho sasa wazungu sasa walikuwa wakitawala taifa lote hili la South Africa, kuanzia jeshi mpaka taasisi kubwa kabisa za kiuchumi. Na baadaye kabisa ndo tunakutana na karakta moja muhimu kabisa katika ulimwengu wa muvi ya Sarafina, anaitwa Sabela. Umeona mpaka hapo, na Sabela umchizi mchizi, yani alikuwa ni polisi fulani, na vile vile pia yaani, alikuwa akifanya kazi kama kibaraka wa serikali ya makaburu ya South Africa. Umeona mpaka hapo, na vilevile Huyu jamaa Sabela, jina lake halisi kabisa ni Mbongeni Ngema na ndo mastermind sa wa filamu yote hii ya Sarafina. Na vilevile vile pia, kwa washikaji ambao wanapenda kufuatilia maisha ya halisi kabisa ya mastani, kwamba sasa huyu Mbongeni Ngema ndio alikuwa mme sasa wa huyu mdada anaitwa Sarafina ambaye jina lake halisi kabisa ni Leleti Kumalo na baadaye kabisa ndo tunaingia moja kwa moja katika shule yetu. Tunakutana na mkuu wa shule sasa wa shule akitoa akitowahusia wa wanafunzi wake kwamba da, yani kuchoma madarasa siyo solution ya matatizo yenu, na vilevile pia elimu sasa ndo msingi au ukombozi katika maisha yenu na baadaye kabisa ndo tunakutana na karakta moja muhimu kabisa katika muvi ya Sarafina inayoitwa Meli Masembuko. Na mwalimu Meli sasa alikuwa ni mwalimu wa historia na vilevile pia alikuwa ni mwalimu wa mziki, na tukiachana na mziki pamoja na historia, huyu mwalimu alikuwa ni mwanaharakati. Umeona mpaka hapo. Na hapa sasa, kwa washikaji ambao wanaamini katika mambo ya pan-afrikanizimu na vilevile pia wanajua historia ya watu weusi au historia ya sehemu mbalimbali duniani, umeona asilimia kubwa kubwa kabisa walipitia katika ngazi ya ualimu. Mfano mzuri kabisa ni kwetu hapa Tanzania, kupitia sasa kwa hayati Julius Kambarage Nyerere. Na hapa pia tunafanikiwa kupata nyimbo ya pili katika movie yetu, inayo nyimbo ilikuwa kitwa Lord's Prayer Out. Na vilevile vile pia mwalimu Mesimbuko alikuwa na fikra fulani za kipani afrikanisti, umeona mpaka hapo. Yani alikuwa anaambia wadogo wa wajiamini katika maisha yao, na vilevile vile pia alikuwa akiwaaminisha kwamba ujio wa Mandela maybe unaweza kusaidia katika uhuru wao, ila sio ujio sasa wa miungu wa kigeni kama Yesu Kristo.

ila kwa bahati mbaya ni kwamba sasa mwalimu Masembuko alikuwa akifundisha wa madogo kupitia sila basi ambayo ilikuwa hairuhusiwi na serikali ya makaburu nchini South Africa, na kwa bahati mbaya tunaona hapa jeshi pamoja na serikali ya South Africa inaamua kumkamata. Na, na baadae kabisa ikafanyika kwamba sasa mwalimu Meli Masembuko alijiua, umeona ndani ya gereza. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba kwa washikaji ambao wanafuatilia historia, asilimia kubwa kabisa ya wanaharakati huwa wanauawa wakiwa ndani ya izjela. Kores in peace kwa mwalimu, sasa huyu Pan African sekeyei Mary Masembuko. Na baadaye kabisa ndo nafanikiwa na kukutana sasa na mama yake Sarafina. Na mama yake Sarafina alikuwa ni mfanyakazi wa ndani katika familia ya wazungu yani, kuelewa kwaje sa mtu anafunga macho yake mona na kuwanyenyekea watawala. Kwa hiyo issue ni issue moja ambayo iko very complex, kwa sababu sometime nabidi unyenyekee yani, upate ku survive yani, kwa game liko hivyo yani. Na vile vile pia yela ambayo alikuwa akipata mama yake na Sarafina ni yela ambayo sasa iko kimsaidia Sarafina, na vile vile vile pia ilikuwa kimsaidia mjomba wake na Sarafina ambaye kumbuka, sa kama tulivyoona katika sinema za mwanzo kabisa, alikuwa ni mlevi yani, na vilevile pia yani alikuwa na watoto kibao yani, umeona mpaka hapo. Na inafasi ya Angelina mama yake na Sarafina ilikuwa kichezwa na mwanamuziki mmoja maarufu sana, ambaye kwa sasa ni marehemu, aliyekuwa akiitwa Miriam Makeba ambaye tumemsikia vizuri kabisa katika nyimbo mbalimbali ambazo aliziimba. Sasa kwa lugha ya Kiswahili kama Malaika na nyingine inayoitwa hapo zamani na baadaye kabisa tutambua kitu kimoja kwamba okay, baba yake na Sarafina kwa bahati mbaya alifariki pande za Msumbiji, kipindi ambacho sasa alikuwa chini ya kundi la ANC. Kumbuka kwa washikaji ambao nafuata vizuri historia ni kwamba sasa ANC walikuwa na kambi fulani za kijeshi pande za Msumbiji pamoja na Tanzania na vile vile pia katika filamu yetu tunaomba kitu kimoja kwamba okay, kulikuwa kuna uhusiano mmoja mzuri sana kati ya mwalimu Meli Masumbuko sasa na Sarafina kiasi kwamba Sarafina alifahamu kabisa kwa Meli Masumbuko, umeona alikuwa na silaha nyumbani kwake. Na baada kukamatwa sasa kwa mwalimu Meli Masumbuko, ikabidi Sarafina aende kuchukua ile silaha na kuamua kuificha, umeona mpaka hapo. Na kwa pande nyingine tunaona bwana, wakati wengi sana alikamatwa, kiasi kwamba sasa katika shule yao ya kina Sarafina ikabidi aje mwalimu mwingine kuwafundisha somo la historia na ili somo kumbuka, lilikuwa chini sasa ya umwalimu wao Meli Masimbuko, ila kitu kimoja kilitokea, ni kwamba sasa huyu mwalimu, kuna bonge moja na mistake alifanya, na alifundisha historia jinsi gani Napoleon umeona, bali ambaye ni kiongozi wa Wafaransa alipovamia taifa la Urusi. Na hapa sasa, kuna situation nyingi sana ambazo zilikuwa zimetokea kwa washikaji kama sisi ambao tunaamini katika mambo ya pan africanism. Ya kwanza kabisa ni kwamba sasa hii syllabus ilikuwa ni syllabus mpya kabisa ambayo wa koloni ya wazungu wa South Africa walikuwa wameintroduce yani, umeona mpaka hapo. Na vile vile pia hii syllabus umeona ilikuwa inapenda sasa, umeona kuwatangaza wale mashujaa wazungu, yani, wazungu kutoka Ulaya kuwa ni watu fulani ambao walikuwa ni great people yani, umeona mpaka hapo. Kwa mfano sasa, mwalimu alikuwa akifundisha kwamba Napoleon umeona alikuwa ni great leader yani kama Napoleon sasa alifanikiwa kuvamia taifa la Urusi, Warusi kama Warusi, walifanikiwa kumpiga Napoleon pamoja na jeshi lake kwa kuchoma moto nyumba zao na hapa sasa mwalimu aliwaita Warusi kama makuadi baada ya kuchoma nyumba zao, ila kiuhalisia ni kwamba sasa hii vita ilitake place kipindi cha winter, ni kipindi ambacho kulikuwa na baridi kali, umeona mpaka kwa, kwa hiyo sasa baada ya Wafaransa kuingia katika maeneo ya Urusi, Warusi waliamua kuchoma nyumba zao kiasi kwamba, sasa wanajeshi hao baada ya kuingia kule sasa walishindwa kuishi katika hizo nyumba, na kwa bahati mbaya baridi sasa liliwaua asilimia kubwa kabisa ya jeshi la Ufaransa na jeshi la Ufaransa likashindwa kabisa sasa kupambana na jeshi la Urusi. Na kutokana hilo sasa wanafunzi hao wa umona wakafikiria fasta, kuna okay, umona the people, yani watu wa Urusi, sio jeshi la Urusi ndilo ambalo lilifanikiwa sasa kupambana na majeshi ya uvamizi ya Ufaransa. Umona mpaka hapo na hapa ni kwamba sasa, kumbuka, wa madogo walikuwa wakifundishwa historia chini ya meli msumbuko kwa njia fulani via kufikirika, yani yani kufikiria, yani, unasoma kitu na kukufikiria, yani jinsi gani historia itasaidia maisha yako wewe. Kwa hiyo hapa sasa interpretation yao ilikuwa ni kwamba sasa njia pekee ya kuweza kusurvive katika unyonyaji aino yoyote ule ni kuchoma kila kitu, yani ban ban ban, umeona hapo. Nakamini kitu kimoja kwamba njia pekee ya kupata uhuru ni kupitia nguvu ya umma, ak watu, ak pipo. Ila kwa bahati mbaya, katika hizi mishemishi zao watoto wengi sana waliuawa na kufariki dunia, na vilevile pia tukamuona mchizi wetu crocodile hapa, muona alipigwa risasi na kufariki dunia. Na kwa washikaji ambao wanafata vizuri kabisa hii movie ya Sarafina ni kwamba yani, cool, crocodile alikuwa ni mchizi mmoja ambaye alikuwa akimfukuzia sana Sarafina yani, rest in peace crocodile na baadaye kabisa sasa, umeona katika mazishi ya vijana waliofariki dunia hapa, tulifanikiwa kupata bonge moja la speech la kihistoria kupitia kwa marehemu huyu Desmond Tutu. Rest in peace Desmond Tutu. Na vile vile pia sasa hapa tulifanikiwa kupata bonge moja la jimbo maarufu kabisa katika ulimwengu wa movie za Sarafina, jimbo inayoitwa Freedom is coming tomorrow na baada ya mazishi, maandamano yalikuwa mengi sana pande za Soweto. Kuna baadhi ya watu walifariki dunia na vile vile pia ni magari yalichomwa moto. Na baadaye kabisa, umeona waligundua kitu kimoja kwamba okay, mchizi wao yule mwanafunzi mwenzao anaitwa Gita, ni mchizi ambaye alikuwa akichukua siri kutoka darasani na kupeleka moja kwa moja kwa makaburu, na ndio yeye sasa ambaye alisababisha kukamatwa kwa mwalimu wao yule Meli Masembuko. Na baada hapo, walimkamata Gita na kumpa kichapo, ila Gita akasema kitu kimoja kwamba okay, ni kweli ni yeye ambaye alikuwa akitoa siri za darasani kiolisia ni kwamba makaburu walikuwa walikuwa kitishia maisha ya baba yake mzazi, na kaburu mkubwa kabisa ambaye alikuwa kihusika umona, na kumnyanyasa yeye pamoja na baba yake, ako mwingine alikuwa ni Sabela, umona mpaka hapo. Na kutokana na hilo sasa, umona, madogo wanafunzi pamoja na wasikaji wa Soweto wakaenda moja kwa moja katika nyumba ya Sabela, wakamkamata, wakampa kichapo na kumpiga moto na baada ya kifo cha Sabela, sasa makaburu yalienda moja kwa moja pande za Soweto na kuwakusanya madogo wanakuatia moja kwa moja ndani ya jela. Na kwa bahati mbaya sasa, umeona walipigwa vibaya sana, mateso ya ajabu, na baadhi walifariki dunia, umeona mpaka mnatuliona pa Sarafina. Na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba sasa, alikuwa akiteswa kwa kutumia kiti cha umeme hichi, ila kwa bahati nzuri baadae kabisa sasa wakaamua kumwachia uhuru ile. Vile vile pia sasa Sarafina, kipindi ambacho aligundua kitu kimoja kwamba okay, Meli Masembuko sasa alifariki dunia, na bila shaka sasa alikuwa ameuawa na haya makaburu, na kitu fulani ambacho kilimuumiza sana sana Sarafina, kwa sababu ndoto zake kubwa kabisa, ingawa alikuwa na mpango wa kuwa mtu maarufu, vile vile pia alikuwa na mpango sawa kuwa kama mwalimu Meli Masembuko na baada yani, ya Sarafina kuachiliwa kutoka jela, mtazamo wa kidogo yani kuhusu jinsi gani ya kudai uhuru libadilika, yani umeona mpaka hapo. Na kitu kimoja ni kwamba sasa umeona roho yake ilikuwa nyeusi kiasi kwamba yeye pamoja na rafiki zake walienda na kumuua polisi anaitwa Sabera, na kaamini kitu kimoja kwamba kwa sababu Sabera basi hawana tofauti mkubwa sana na haya makaburu, nchi ni South Africa. Na vilevile kama ni kitu kimoja kwamba mama yake mzazi huyu alikuwa ni very strong woman kiasi kwamba sasa alikuwa na uwezo wa survive, umeona katika maisha ya matatizo dhidi ya makaburu. Na hapa Sarafina alimkubali sana mama yake, na kwa bahati nzuri kupate jimbo moja la ukweli sana kata Sarafina pamoja na mama yake linaloitwa thank you mama Baadae kabisa lazima za tuanze na mtutu na tuingie mezani, au tuanze mezani twende katika mtutu na haya ni maswali fulani ambayo, yani, ni bonge moja ya debate, yani katika mambo ya siasa. Kwa sitaki niingilie kati hapa, wewe kama wewe utatoa conclusion yako, na vilevile vile pia katika isini tulipata speech muona ya mwalimu ambaye alifariki dunia au aliyeuawa, huyu mwalimu Meli Masimbuko na nini, sa mtazamo wake kuhusu struggle za uhuru za watu weusi nchini South Africa. Kwa hiyo in short ni kwamba yani katika speech yake na vilevile pia mlongo wake mzima yani wa ufundishaji wake wa historia kuna issue fulani ambayo iko very complex. Yani in short yani, katika mambo ya kupambania uhuru yani yani, kila mtu ana play part yake. Sometimes inaweza kawa violence, sometimes inaweza kawa peaceful. Yani mwanambaka hapo, kwani wewe kama wewe yani unafiti katika sekta gani katika mpambano sasa ya uhuru wa watu aina fulani. Na baadaye kabisa tuna mwana Sarafina, na anaamua kwenda katika shule yao hii ambao bahati mbaya ilikuwa imefungwa baada ya baadhi ya madarasa kuchomwa moto, na hapa pia tunapata spichi fulani hivi kutoka kwa mwalimu Melimasembuko, na spichi sasa ilikuwa ni spichi fulani kuhusu ndoto za mwalimu Melimasembuko, yani yani kuolewa, umeona mpaka hapo, kupata watoto, kuishi kwa amani, umeona kuna chuki, umeona kupendana. Ile hizi ndoto azozikuja bila kuwa na uhuru, kwa uhuru sasa ndo ki ya kila kitu, na vile vile pia tunamwona mtu wetu Sarafina anafanikiwa kukutana na ujamaa anaitwa Gita, na hapa pia wana discuss, yaani, umeona kuhusu konseti ambayo alikuwa nataka kuifanya ambayo Sarafina alikuwa na mpango wa kuigiza, sasa umeona kama Nelson Mandela, kumbuka Nelson Mandela ni kipindi ambacho alikuwa amefungwa jela mnamo mwaka elfu moja mia tisa na sabini na sita, ila sasa hapa sasa, kwa sisi watazamaji kuna interpretation za aina mbili. Kwanza kabisa sasa hii konsept inaweza kweli kabisa ilifanyika baada ya Sarafina kuifanya katika kijiji chao hicho. Umeona mpaka hapa, kwa sababu tunaona hapa kuna

na kama ndivyo sema mwanzo kabisa kwamba hii movie ilikuwa ni fiction kuhusu stori za Saumon na Sarafina, ile kiwalisia ilikuwa mebezi katika true story ya Soweto uprising. Na vile vile pia, sasa hii Soweto uprising ndio ambayo ilisababisha sisi wa Afrika watoto weusi kupata siku yetu ya mtoto wa Afrika ambayo inasherehekewa sasa kila tarehe kumi na sita mwezi wa sita kila mwaka. Na kama uje kucheki movie, jaribu kuicheki yani, na kwa review ambazo zinafuata ndani ya lumwengo. Vibanda Umiza, stay tuned.